Uh -huh. Tumeona mambo umo ndani. Kwa nini ya mambo yakafanywa hapa na isiwe nyumbani kwako? Ni kipi kilichopelekea yeah, yeah, ufanye hapa na usifanye nyumbani kwako? Nafikiri uh, mzazi mwenzangu anajiweza kipesa, ndio maana ameleta hapa. Yeah. Nyumba na space kubwa lakini akaona lazima akodi ukumbi Millenium Tower, nami sikukataa, kwa hiyo pesa, pesa imeongea. Okay. Sasa unaposema mzazi mwenzio ana pesa na huko before ilikuwa inasemekana kwamba ujauzito huu ni wa Jack Pemba. Sasa hebu tuambie ni kweli Jack Pemba ndo uh, wenzangu, wenzangu. Jack Pemba ndo anafanya mambo? Ah, uh, Watanzania wenzangu, wananchi wenzangu, ujauzito kama ungekuwa wa Jack Pemba, Jack Pemba angekuwa hapa leo. Ah, uh, ujauzito wangu baba mtu wangu nafikiri mmemuona wote na leo ameni engage kama pete mnavyoniona, amenifanya surprise ukiwa ujauzito wa Jack Pemba kwa sababu, kama ingekuwa Jack Pemba, Jack Pemba angekuja hapa. Na kwa nini, ndugu mwandishi, uniulize hilo swali? Naulize hilo swali kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakisema hivyo na wakiaminishwa hivyo, na mara nyingi sana majibu kwako walikuwa hajayapata kwa kwa sahihi. Huu ni muda mzuri wa kuwapa majibu sahihi. Hebu tuambie, kwa nini Jack Pemba alikuwa anahusishwa sana na ujauzito wake? Nafikiri labda anahusishwa sana Jack Pemba kwa sababu Jack Pemba, mimi ni mtu wangu wa karibu, ni mtu ambaye tunashauriana vitu vingi, tunafanya vitu vingi, kwa hiyo nafikiri labda Watanzania wanahisi labda mimi Jack Pemba ndo mwenye hii mimba lakini sio Jack Pemba. Mwenye mimba mwenye mimba yupo na mmemuona pale na ameningeji mbele yenu. Kwa hiyo Jack Pemba, kama ingekuwa ujauzito wa kwake angeweza kweli kuhimili mama mke wangu aje hapa na baba kijacho naye aje na, na pete ya uchumba? Jack Pemba anafuatilia media zote za Tanzania, angeona. Kwa hiyo ujauzito sio wa Jack Pemba. Yaani, bado mi bado na maswali sana. Unaposema kwamba unamwona hapa, hapa that, hapa hayupo iviti hapa napokuja hayupo lakini kikubwa na yeye yeah, yeah, huyo baba, uh, baba mwenye mimba. Mwenye mimba yupo na mmemwona pale mpaka ananifesha pete kumbini mmemwona mimi, lakini watazamaji yaojama watamuona kwa sababu naamini una video ambazo zimeonyesha zime tukio zima. Kwa hiyo Watanzania naomba mfahamu hivyo jua tu bela baba mtoto wake sasa hivi amebahatika amepata Mkristo mwenzake, hilo inatosha. ni baby shower lakini pia nakufahamu jinsia ya mtoto moja kwa moja tumeunganika. a hebu tu onyesha furaha yako kwa wananchi la banini kingine mimi wananchi, jamani, wa Tanzania wenzangu, mimi nimefurahi mpaka unaona navyo sweat hii. Yani, ni, yote ni furaha kwa sababu kwanza baba mtoto wangu amenisurprise na engagement sikutegemea, alafu mbele ya wazazi wake yani nina furaha iliyopitiliza yani sijui cha kuwalipa Watanzania, kwanza mnanipenda mashabiki zangu, sijui cha kuwalipa kwa ufupi ni, nimechanganyikiwa, nina furaha mpaka imepitiliza. Ela hey, kabla hujaondoka, mi nina swali, nimemwona baba mtoto wako si ndio? hey. nimemwona pae n ni ukiangalia tu kwa macho alakaka na muona kama ni mdogo kuliko wewe. Hapana, mimi na baba mtoto wangu ni engagement, sisi ni engagement, sio kibenteni. Ni mwanaume ambaye anafanya kazi, asubuhi anaenda kazini, siyo benteni. Hakuna msanii wote ambaye amesusia sherehe yangu, wote ambao wamechanga wamekuja, ambao hawajaja kasoro Jokate Mwegelo. Jokate amechanga, lakini haliomba udhuru mapema. Esha alisema naye atachelewa, kama sasa wa amefika. wale akina Davina, akina Snura, akina nani, kama unavyoona wapo ndani. Swali lililoendelea kwenye grupu ni kwamba kuna baadhi ya wasanii kama wawili watatu ambao naweza nikawataja, kuna Thea, Maya na wengine kama watatu wanne. unajua sisi tuna ile group yetu, tuna shida na raha, kwa hiyo tuna pledge kwamba mimi nitatoa kesi fulani, wale hawakuchanga. Kwa hiyo watu wa kwenye group waliwashambulia, ushanielewa vizuri, wakawashambulia kwa nini amja amja mchangia mwenzenu, kwa sababu tumepe. Wao walizosema ni kwamba hawajapata uh, pesa na mimi, hamna sherehe ambayo sijachanga, na ndio maana umeona ndani wasanii wenzangu wote wamenisupport na wapo wote, kama Davina pale leo amenichaa amenitunza karibu laki 5 nzima. Kwa hiyo ni mapenzi aliyopitiliza. Ishu hiyo ya kuomba laki like, 2 tena, mimi nafikiri yaani, hususan kwa sababu ni mambo ya, ya, ya, ya marorana tena